Mwenge wetu wa uhuru utatembelea halmashauri ya wilaya ya Mbeya, itakuwa na miradi ya thamani ya shilingi bilioni moja nukta tatu na miradi hii itatembelewa. Tutaupokea mwenge wetu wa uhuru kupitia njia ya Inyala, kuna eneo linaitwa Makwenje kule mpakani mwa Mbalizi Mbarali na halmashauri ya wilaya ya Mbeya, kwa sababu sisi tutaupokea kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Tukitoka pale, mwenge wetu wa uhuru utaenda kuzindua mradi wetu wa oxygen plant. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya kupitia mapato ya ndani tumetengeneza plant ya oxygen, tunazalisha na tutategemea kuiuza kwenye vituo vya afya na hospitali tulizokuwa nazo hata kwa mkoa mzima na hata mikoa jirani. Tutakapoanza kuuza tutatangazwa. Kwa nini tulivumbua mradi huo? Kwa sababu tumeona kulitokea changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa na watu wengi walipata tatizo la kukosa oksijeni. Sasa sisi kwa kutumia mapato yetu ya ndani na kutumia mifumo ya God Homes tulivyopata mapato ya kutosha, tuliona ni heri tukafungua planti ya oksijeni. Kwa hiyo ni mradi ambao unaonyesha jinsi tunavyopokea pesa ya serikali na kuitendea haki na kufungua kitu ambacho kwenye afya kinatusaidia, na mradi mwingine ambao Mwenge wa Uhuru utaupitia ni mradi wa bwalo na matumizi ya nishati safi. Mradi huo utakuwa kwenye shule yetu ya sekondari ya Imezu, ipo kata ya Inyala, tutaweka jiwe la msingi, kwa sababu ni bwalo kubwa ambalo litatusaidia wanafunzi wetu waweze kupata eneo la kupata chakula na kufanya mikutano mbalimbali mbali. Lakini hatukuishia hapo. Nishati safi tutagawa mitungi ya gesi kwa kaya maskini, na mkuta mwingine anashindwa kununua mtungi wa gesi, lakini anaisikia gesi. Tukazungumza na wenzetu wa Orinx tukanunua mitungi, tutachukua kaya maskini kutoka kata ya Itewe na kata ya Inyala. Tumechagua walengwa wachache kati ya walengwa ambao tuliokuwa nao tumechagua kama walengwa hamsini na sita tutawagawa kutoka kata ya Inyala na kata ya Itewe. Tukimaliza hapo, tutakwenda kuzindua mradi wa maji huko katika kijiji cha Shamwengo. Ni mradi mkubwa na unatoa huduma kwa wananchi. Hatukuishia hapo, tukasema mwenge wetu utakwenda kwa ajili ya ujumbe mahususi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ili tuweze kuisikiliza falsafa nzima ya mbio za mwenge na hasa katika kutuhamasisha kujitokeza kupiga kura kwa umoja wetu, kwa amani na utulivu, siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano na vile vilevile zile jumbe za kila siku ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa ukimwi, madawa ya kulevya, malaria, nayo tutaona tutakapofika kwenye eneo la chakula. Tutakuwa na mradi wa mapambano dhidi ya rushwa na ukimwi, mapambano dhidi ya ukimwi. Tukimaliza hapo, tunaweza tukawasili eneo la mradi wa daraja la Idiga, baadaye tunaenda kwenye eneo la mkesha kwenye mkesha tutakeshea katika kata ya Utengule Usongwe eneo la stendi tarafani. Shime wananchi wote tujitokeze kwa umoja wetu tukiushangilia mwenge wa uhuru tukiupokea kupitia miradi kuona na kuona miradi ya vijana ambao tuliwakopesha kwa kupitia fedha zetu za asilimia kumi ambayo hiyo asilimia kumi huwa tunaigawa kwa wanawake, vijana na wenye mahitaji maalumu.